Shirikisho la Riadha Duniani limesema kwamba litaanzisha kipimo cha lazima kwa yeyote anayeshiriki katika mashindano ya wanawake ili kuthibitisha jinsia zao halisi kwa lengo la kulinda michezo ya wanawake. Rais wa shirikisho hilo Sebastian Coe amepiga marufuku kwa watu wote ambao wamezaliwa wakiwa na jinsia ya kiume na kujibadilisha kuwa jinsia ya kike ili kushiriki katika mashindano ya wanawake. Hatua kali itachukuliwa kwa mwanamichezo yoyote atakayefanya udanganyifu huo. Marufuku hii inalenga wanamichezo wote ambao walibadili jinsia kutoka wanaume kuwa wanawake, ambapo kwa mujibu wa shirikisho hilo la riadha duniani limebainisha ya kwamba wanamichezo wanaohitajika kushiriki katika michezo wanawake ni wale wenye jinsia ya kike kiasili, yaani, waliozaliwa nayo na si ya kubadilisha, kama ambavyo inafahamika kuwa ni transgender. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.